Wakati Mage akiendelea kupanga vitimbi vyake dhidi ya Sesi ili kumfarakanisha na Colin, basi wazo la Colin pamoja na Sesi linapata kibali mbele ya wazazi wao na mwisho wa siku wanafunga ndoa ya kistaa nchini Afrika ya Kusini. Upande mwingine tukirudi Bongoland tunakutana na Mage ambaye baada ya kupokea taarifa za mafanikio ya simu yake Sesi anakosa nguvu na kupoteza fahamu kutokana na mshtuko uliosababishwa na taarifa ambazo hakuwahi kuamini hata kuota kama zitakuja kuwezekana ni pia hatima ya Mage kulingana na hali iliyomkuta, taarifa alizozipata kutoka South na vitimbi alivyovipanga. Tukiwa tunaelekea mwishoni kabisa mwa simulizi hii, ili tupate kujua ni nini kinachokwenda kuwa hatima ya bilinge bilinge, visa pamoja na mikasa yote ya kusisimua ndani ya simulizi hii, basi mimi na wewe tusonge nayo. Hii ni Wakili wa Moyo ikiwa ni katika hatua yake ya thelathini na mbili. Kwa sababu mama Colin alijua wazi kilichokuwa kikiendelea, basi aliamini kabisa kwamba Mage alipatwa na mshtuko baada ya kuona Colin amemwoa Cecy. Mama yake na Mage alifika mara moja hospitali na kukuta tayari mwanaye kaingezwa kwenye chumba cha wagonjwa maututi. Baada ya vipimo kutoka, ilionyesha Mage alipatwa na mshtuko na kusababisha mishipa ya damu kupasuka. Hali hiyo ilisababisha apooze upande mmoja, na kwa vile huduma ile haijakuwepo basi kutokana na ushauri wa madaktari Mage alitakiwa kupelekwa Afrika ya kusini haraka iwezekanavyo, kwa ajili ya matibabu. Siku ya pili yake Mage alipelekwa Afrika ya kusini kwa ajili ya matibabu ya haraka. Mage alisafiri na mama yake mpaka Afrika ya kusini katika hospitali ya Milpark iliyopo katika jiji la Johannesburg, ambapo alipokelewa na kuanzishiwa matibabu mara moja iwezekanavyo. Madaktari bingwa walifanikiwa fanya upasuaji uliochukua takriban saa tatu kwa ajili ya kuondoa damu zilizokuwa zimevuja baada ya mishipa kupasuka. Baada ya upasuaji kwenda vizuri, alirudishwa kwenye chumba maalum chini ya uangalizi wa madaktari bingwa. Na taarifa za mage kuumwa zilimfikia Colin ambaye naye alikuwepo huko huko Saudi, na alimshirikisha mkewe binti Cecy ambaye naye kadhalika alizipokea taarifa zile kwa masikitiko makubwa sana na alimuonea huruma kwa kitendo chake cha kusubiria embe chini ya mnazi au kama fisi mwenye imani kubwa kwamba anytime binadamu ataangusha mkono wake. Basi mwisho wa siku, kila mmoja alimshukuru mwenzake kwa kuwa pamoja naye, na Colin alitumia fursa hiyo kumkumbusha Cecy kwamba ni muda sasa wa kurenew mkataba aliokuwa ameingia na makampuni ya mavazi na majarida kabla ya majanga, baada ya mabosi ambao baada ya kujua hali yake imetengamaa basi wameomba kupangwe siku ya kukutana kwa ajili ya kulizumu mkataba, lakini Cecy alitaka kuchomoa kwenye hilo dili kutokana na wasiwasi wa kuibiwa mume, ila Colin alimhakikishia kwamba watakuwa pamoja katika kila hatua watakayoipiga, kitu ambayo ilimshawishi Cecy kukubali kuizumu mkataba na yale makampuni. Baada ya kuwajulisha siku ya kuonana, basi kampuni ya Ibon walifika katika hoteli za The Beach na kuingia mkataba mpya wa miaka miwili. Pia kampuni ya maoneshi ya mavazi na urembo nayo iliingia mkataba mpya na makubaliano ya kuanza kazi baada ya miezi mitatu. Mage kadhalika alitoka hospitali akiwa na afya njema, na mama yake alipotaka kujua sababu ya mshtuko ule, alimweleza ukweli kwa baada ya kuona harusi ya Colin na Cecy alipata mshtuko wa ajabu, na kilichoendelea hakukijua mpaka alipozindukia hospitali ya Mwembili akiwa amepooza upande mmoja. Mama Mage alishikwa na butwa baada ya kusikia ati Colin kaoa, hali ya kuwa yeye hajui chochote kinachoendelea eli ile ilikuwa ni bonge la surprise kwa upande wake, lakini mwisho wa siku hakuwa na namna zaidi ya kukubaliana na ukweli wa mambo na kumshauri mwanaye aachane na Colin na asubiri riziki yake kwa wakati mwingine na si kwa Colin tena. Ilikuwa ni ngumu sana kwa Mage kukubaliana na hilo kwa kudai kwamba anampenda sana Colin lakini mama alimkosoa Mage kwamba asiseme anampenda Colin kwa sababu yeye anampenda Hans na Colin anapendwa na Cecy. Kwa hiyo awaache watu na mapenzi yao na yeye asubiri mwanaume mwingine. Basi, mwisho wa siku Mage hakuwa na namna tofauti na kufuata ushauri wa mama yake. Baada ya Cecy kumaliza mapumziko yake, alianza kazi rasmi. Mwaka mmoja baadaye alishika ujauzito na kusubiri muda wa kujifungua huku Mage naye alipata mchumba na mambo yalikwenda kama yalivyopangwa. Lakini siku ya harusi, akiwa anajiandaa kwenda kanisani, anapata habari zilizomshtua moyo wake na kufanya apoteze fahamu, kuwa mpenzi wake Hans yupo huru baada ya kushinda rufaa yake. unafikiri ni nini kinakwenda kujiri baada ya hayo yote, yote yaliyotokea ukizingatia kwamba Hans tayari kwa sasa yupo uraiani? Mimi sijui na sijui niseme nini, lakini mwisho wa siku, ukweli ni kwamba kila lenye mwanzo basi kwa kawaida huwa halikosi kuwa na mwisho. Hatimaye tunatia nanga, na huu unakuwa ndio mwisho kabisa wa simulizi yetu hii ya Wakili wa Moyo, ambayo imedumu kwa takriban miezi sita tangu tulipolianzisha Novemba mwaka jana wa elfu mbili na ishirini na nne. Nisiwe mchoyo wa fadhila, nitumie fursa hii kuwashukuru wadau kuwa mbalimbali ambao kwa namna moja ama nyingine wamekuwa na mchango mkubwa sana katika kuhakikisha simulizi hii inaweza kukufikia popote pale ulipo: Dr. Ali Ambe, Kanji, Babu Habibu, Steven Wekariasa Faima Kusiri, bila kumsahau Salma wa Mwakimwala, pande za Kimara, Suka pamoja na Mele Kimakiriosi mtaji, pamoja na wadau wangu wengine wa nguvu, akiwemo Furu Standoi, Shodoki, Sabuni Sambere, Kimambo pamoja na Alan Singo Mbroso, bila kusahau members wote ndani ya Anza TV underscore TZ. E bwana, niseme tu kwamba kila kilichokuwa na mwanzo basi hakikosi kuwa na mwisho, na leo tumefikia mwisho kabisa wasimulizi yetu hii ya Wakili wa Moyo. Ni kusihi tu basi, kama bado mpaka sasa hujajiunga na chaneli hii, tumia fursa hii kujiunga nasi, kutokana na kwamba hatuishii hapa, tunaendelea kuandaa kontenti nyingine za kutosha kwa ajili ya kuelimisha na kuburudisha. Mwisho kabisa wasimulizi ya Wakili wa Moyo, basi ndio mwanzo wa vitu vingine vizuri zaidi.